Wengine ambao tumeweka kwenye vitabu na wengine watakuwa naona pale inapita kwenye kwenye teknolojia kidogo huku, mimi nikisoma. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa heshima kubwa na kwa moyo wa shukrani, nimesimama mbele yenu leo kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 2025 kwa mkoa wetu wa Iringa. Taarifa inaangazia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya CCM kupitia sekta mbalimbali za kijamii, kiutawala na uzalishaji. Serikali imetekeleza ilani ya CCM kikamilifu katika mkoa wa Iringa. Na leo tutashuhudia kwa macho yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, na waheshimiwa wajumbe wa halmashauri wa kuu, mtakumbuka kuwa tangu mwezi Machi elfu mbili na ishirini Tanzania imekuwa chini ya uongozi wa rais mahiri Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, mwanamke aliongoza taifa katika kipindi kigumu sana cha mpito, lakini kwa hekima yake aligeuza changamoto za nchi yetu kuwa fursa. Katika mkoa wa Iringa utekelezaji wa ilani ya CCM ya 2020-2025 umechukua sura mpya na kipekee. Imekuwa hadithi ya matumaini yenye mabadiliko ya kweli iliyojaa mageuzi ya maisha ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na moja mpaka sasa 24 25 mkoa ishirini na tano mkoa wa Iringa uliidhinishiwa trilioni moja nukta moja lakini mpaka sasa fedha ilishapokelewa ni bilioni mia tisa tisini na mbili nukta tisa na mtaona hapo kwenye jedwali kila mwaka bajeti iliyoidhinishwa ni shilingi ngapi fedha zilizopokelewa na kwa asilimia kiangalia kwa miaka yote mitano sasa tume zaidi ya asilimia 85.6 imepokelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mkoa wetu kwa maana ya ya mkoa kuna mambo yamefanyika. Kwanza ni ujenzi wa ukumbi wa mikutano ofisi ya mkuu wa mkoa umekamilika na unatumika. Ujenzi wa nyumba ya makazi ya katibu tawala wa mkoa umekamilika na nyumba inatumika. Ujenzi wa jengo la elimu katika ofisi ya mkuu wa mkoa umekamilika na jengo sasa linatumika. Ujenzi wa nyumba ya makazi ya mkuu wa mkoa unaendelea na ujenzi, kwa hatua ya kuweka marumaru vigae kwenye sakafu na kuta kupaka rangi kwenye uzio, kuweka dari ya nyumba ya mtumishi na kupaua banda la mlinzi. Samahani mwenyekiti. pia tumeendelea kutoa fedha kwenye vikundi mbalimbali mbali, ambavyo Vime... nadhani tumia kitabu kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwenye sehemu ya utawala ambao nilianza kusema, ujenzi wa nyumba za wakuu wa wilaya Kilolo na Mfindi na ukarabati wa nyumba ya mkuu wa mkoa ya mkuu wa wilaya Iringa umekamilika. Ujenzi wa uzio kwenye makazi katitawala wilaya ya Mfindi umekamilika. Ukarabati wa ikulu ndogo unaendelea na uko hatua ya umaliziaji. Ujenzi wa ofisi za tarafa za Kasanga Kiponzelo umekamilika na ujenzi wa ofisi za tarafa ya Idodi unaendelea. Yamenunuliwa magari matano ya viongozi wakuu wa mikoa na wilaya, ama magari manne yamepokelewa na moja ya linasubiriwa. Pia limenunuliwa gari kwa ajili ya ufuatiliaji wa miradi inayotekelezwa. Sita ni ujenzi wa ukumbi wa mikutano katika ofisi ya mkuu wa mkoa, nao umekamilika. Ujenzi wa nyumba ya katibu tawala nao umekamilika. Jengo la elimu limekamilika. vikundi kumi vilivyo nufaika na mikopo ya asilimia kumi vimeongezeka kutoka vikundi mia sita hamsini na mbili ambao vilikuwa mia tatu themanini na nne wanawake vijana mia mbili ishirini na moja na walemavu themanini na saba hadi pale machi sasa zimefika vikundi mia tisa tisini na moja ambao wanawake ni mia nne hamsini na nane vijana mia tatu sitini na tano walemavu mia sitini na nane mpaka ilipofika machi elfu mbili na ishirini na tano pia kiasi cha mikopo kimeongezeka kutoka bilioni 2.5 hadi kufika bilioni 9.0. Utekelezaji wa programu ya Tasafu umeendelea ambapo kuanzia mwaka 2021 kaya 9 zimenufaika kwa shilingi bilioni 30.13 tat ikiinganishwa sasa na kaya 29 zilizokuwepo 997 ambazo zilikuwa ni bilioni 8.1. Unaweza ukaona fedha imeongezeka kutoka bilioni nane mpaka bilioni thelathini kwenye tasa. Ongezeko la kaya zinazonufaika ni asilimia tatu nukta tatu. Ongezeko la fedha za ruzuku ni asilimia mia mbili hamsini na tatu nukta tisa. Mafanikio sasa kwenye sekta moja baada ya nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu. Mafanikio makubwa yamepatikana katika utekelezaji wa ilani ya CCM, ya mwaka mpaka 2025. Afya kwa uzima wa kila Mtanzania mta Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na ongezeko la vituo vya kutolea huduma kutoka vituo 304 mwaka 2021 hadi vituo 360 mwezi Aprili mwaka huu ikiwa ni ongezeko la vituo 56. Pia wameajiriwa watumishi 712 kwa kada mbali mbali za afya na kupandisha vyeo watumishi 627 wa bidhaa za afya asilimia tisini na moja. Wameongezeka magari 28 kwa ajili ya shughuli mbalimbali za afya vimeongezwa. Pia pia vimeongezwa vituo vya afya ya mama na mtoto na kufanya mkoa kuwa na asilimia tisini na sita ya vituo vinavyotoa huduma ya mama na mtoto. Mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, pia maabara za uchunguzi imeongezeka kutoka maabara tisini na saba mwaka 2021 na hadi maabara 133 ilipofika Machi 2025 ikiwa ni ongezeko la maabara 36. Vile vile, tathmini ya lishe ya watoto umefanyika baada ya miaka miwili ya utekelezaji wa afua za lishe ya kudhibiti udumavu, baada ya tafiti kuonyesha mkoa wa Iringa kuwa una udumavu wa asilimia 56.6 pale mwaka 2022, ambapo tathmini ya mwaka 2024 imeonyesha matokeo chanya ya fua hizo na mkoa sasa umefika asilimia thelathini nukta moja. Aidha, hospitali nne mpya za wilaya zimejengwa na zinatoa huduma Kilolo, Ufindi, Iringa DC na Mafinga Mji. Vituo vya afya vipya ishirini na nne vimejengwa ili kusogeza huduma ya wananchi. Zahanati mpya thelathini na tisa zimejengwa na zingine ishirini na tatu zimefanyiwa ukarabati na kupokea vifaa vya kisasa pia zimejengwa nyumba za watumishi wa afya. Yameongezeka majengo ya zahanati tatu ya na kuongeza majengo na hospitali ya wilaya, zahanati na vituo vya afya. Vile vile umefanyika ujenzi wa matundu hamsini na nne na uboreshaji wa miundombinu ya maji katika vituo tisa vya kutolea huduma za afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta ya elimu, kwa elimu ya awali na msingi yamejengwa madarasa 490 maboma 38, ya madarasa pia yamekamilishwa, yamejengwa matundu ya vyoo 2248, mabweni matano, shule mpya 21, bwalo moja, nyumba za walimu tisa na kunua madawati 910. Pia imejengwa shule moja ya mkondo mmoja wa shule mpya nne za msingi na za awali. cha mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri ya mkoa pia tumepokea, tumekuwa na mafanikio katika elimu ya sekondari ambazo zimejengwa shule mpya 32, madarasa 721, mabwalo manane, mabweni 76 sita, matundu ya vyoo kwenye 333, maabara 67, vyumba sita vya tehama na nyumba za walimu 12. Vile vile madawati 849 yameongezwa kwenye shule hizo. Aidha, ufaulu wa wanafunzi umeongezeka kutoka asilimia tisini na moja hadi tisini na saba kidato cha pili, asilimia tisini na tatu hadi tisini na tano kidato cha nne, asilimia tisini na saba hadi tisini na tisa nukta saba kidato cha sita. Ujenzi utawala na utumishi. Pia mwenyekiti, katika kuimarisha utawala bora na utumishi wa umma, limejengwa jengo la utawala katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi, wameajiriwa watumishi wapya na watumishi wenye sifa na kupanda vyeo wamepandishwa vyeo na ujenzi wa nyumba za ya mkurugenzi na nyumba tatu za watumishi umefanyika. Vile vile madeni ya watumishi na wakandarasi na wazabuni yanaendelea kulipwa. Eneo la viwanda na biashara. Mheshimiwa mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, katika kuimarisha viwanda na, na biashara, ujenzi wa kitega uchumi unaendelea katika manispaa ya Iringa. Masoko saba yamekarabatiwa, me, ya ukamilishaji wa stendi mpya ya Igumbiro umefanyika umefuka ujenzi wa fremu hamsini za maduka. Viwanda vipya vimejengwa katika mkoa vikijumuisha viwanda vikubwa viwili vya kati kimoja na viwanda vidogo ishirini. Tumeendelea kupima ardhi, ndugu mwenyekiti, vimepimwa viwanja 125 kwa ajili ya kukamilisha kumilikisha wananchi, na tumeendelea kulipwa fidia za ardhi kwa maeneo yaliyobadilishiwa matumizi na kuanzisha mfumo wa anwani za makazi. Kilimo na ufugaji. Na ufugaji, Mheshimiwa mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu ya mkoa kwenye kilimo na ufugaji, ya, ya na ufugaji yameongeza majosho kumi na sita. Umefanyika ujenzi na ukarabati wa skimu saba za umwagiliaji zilizopo Pawaga na Ruaha Mbuyuni. Yameanzishwa na kuendelezwa mashamba ya parachichi yaliyoko Ibumila Iringa DC na Kilolo. Na ukarabati wa skimu ya umwagiliaji ya Mtula nao umefanyika katika eneo hili la umwagiliaji, ndugu mwenyekiti na wajumbe, ni kweli miradi yote haijakamilika, lakini kwa Tanzania miradi yenye thamani kubwa inatekelezwa mkoani Iringa, hasa wilaya ya Iringa DC. Huduma za maji, Mheshimiwa mwenyekiti, kuanzia elfu mbili na kumi na tano mpaka elfu mbili na ishirini IDWASA ilizinishiwa bilioni arobaini na tisa nukta tisa na kupokea bilioni thelathini na saba lakini katika 20 21 hadi 25 bajeti imeongezeka kwa asilimia 10.5 kufikia jumla bilioni 55.2 nukta na imeshapokea bilioni 54 katika kipindi hicho, ikiwa ni ongezeko la asilimia 43.5 ikilinganishwa na kipindi kama hicho. Aidha, huduma ya maji katika mji wa manispaa umefikia asilimia 97.5, mji wa Kiroro asilimia 84 mji wa Erura asilimia 71 na maeneo ya pembezoni yanakaribia sasa asilimia 86. Kwenye mradi kwenye kwenye maeneo yote yanayoongozwa na RUASA. Mafanikio ya RUASA kati kati ya mwaka huu yote RUASA ilizinishiwa bilioni 21 bilioni 16.41 na kupokea bilioni 14 kwa ajili ya miradi ya maji vijijini kati ya mwaka 21 22 mpaka sasa bajeti imeongezeka kwa asilimia 173.7 kufikia bilioni 44.9 hadi Aprili 2025, jumla shilingi bilioni 42.6 zimepokelewa. Miradi 70 ya usambazaji maji imetekelezwa, miradi 31 imekamilika, miradi 39 ipo hatua mbalimbali za utekelezaji. Utekelezaji vilevile, upatikanaji wa maji katika vijiji 327 7 vinavyohudumiwa na ruasa umeongezeka kutoka asilimia sabini nukta mbili mpaka asilimia sabini na tisa nukta sita. Ufundi stadi kwa ajili ya maendeleo ya viwanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa chuo cha VETA na cha wilaya Iringa umekamilika na kuanza kutoa huduma za mafunzo ya ufundi stadi. Ujenzi huo umegharimu bilioni mbili nukta nane tisa. Miundombinu ya barabara ya kuunganisha watu na fursa za kibiashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha elfu mbili na kumi na tano hadi elfu mbili na ishirini tando zilizoidhinishiwa na kupokea bilioni 71.86 kwa ajili ya miradi ya matengenezo ya miradi ya maendeleo katika kipindi hicho cha 21 mpaka 24, jumla bilioni 114.7 zimeidhinishwa na kutumika na kutumika, sawa na ongezeko la asilimia 59.7, na sasa zimeshapokelewa bilioni 65.48. Matengenezo ya barabara yanaendelea ambapo matengenezo ya kawaida ya barabara ya alami ni jumla kilomita 842.1. Barabara za changarawe kilomita 142.77. Matengenezo ya barabara kwa vipindi maalum na maeneo korofi ni jumla kilomita 27.2. Matengenezo ya madaraja matano kinga kingo za king madaraja ya jumla kilomita 115. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia tumeanza na kujenga barabara ile ambayo imekuwa inasemwa miaka yote toka uhuru ya kutoka Iringa kwenda Ruaha. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tarura kati ya mwaka 2017 mpaka 2020 22, Tarura mkoa ilipokea shilingi bilioni 34.4. Kati ya miaka miaka kama hiyo 21 mpaka sasa imetengewa bilioni 68, mpaka mwezi wa Aprili imeshapata bilioni 55. Hata hivyo bajeti ya Tarura imeongezeka kwa asilimia 125.6 kata kipindi cha serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na kuwezesha barabara nyingi kupitika sasa huko vijijini. Mheshimiwa mwenyekiti, miongoni mwa mafanikio ya Tarura ni ujenzi wa kilometa 131.28 za barabara za lami ambazo umekamilika. Ujenzi wa kilometa 23.42 unaendelea. Uwekaji wa taa 452 za barabarani umekamilika uwekaji wa taa 95 unaendelea. Matengenezo ya kilometa 447.12 za barabara kwa kiwango cha changarawe yamekamilika. Matengenezo ya kilometa 135.17 yanaendelea. Ujenzi wa ya madaraja 92 umekamilika. Ujenzi wa madarasa madaraja 16 st unaendelea. Vile vile ujenzi wa ya vivuko yani karava 95 umekamilika. Ujenzi wa vivuko vingine 80 unaendelea. Zimefunguliwa barabara mpya ne urefu wa kilometa 288.55 kuwezesha sehemu kubwa ya vijiji kufi, kufikika, na zingine kilometa 25 ufunguza barabara unaendelea. Ujenzi wa kilometa 25,441 za mifereji ya kuzuia maji kuingia barabarani umekamilika na kilometa 14,800 14,850 ujenzi unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu, TANESCO katika kipindi cha 2015 hadi 2020, TANESCO ilizinishwa jumla bilioni 42.13 ambapo ilitumia bilioni 41.71 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya usambazaji umeme. Kati ya mwaka 2021 hadi 2025, bajeti imeongezeka kwa asilimia 180.8 kufikia bilioni 118.31, ambapo hadi Aprili bilioni Utekelezaji miradi unaendelea. Hadi kufika Aprili vijiji vyote vya mkoa wa Iringa mia tatu sitini vina umeme, vinaumeme. Pia uwanja wetu wa ndege nao umekamilika, na sasa mara tatu kwa wiki zinakuja ndege zote mbili kubwa kwa maana ya Tanzania na Precision Air. Mheshimiwa mwenyekiti na wajumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia utekelezaji wa ilani ya CCM kwa mafanikio makubwa na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Pia mwenyekiti, wewe nikupongeze wewe binafsi na timu yako namna mnavyomsaidia Mheshimiwa Rais katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya CCM hapa mkoani Iringa. Hakika wanairinga wanalo deni kubwa kwa raisi na kwa chama chetu makini na madhubuti kwa maendeleo ya taifa letu. Nami namwahidi Mheshimiwa Rais nitaendelea kusimamia ulinzi na usalama wa mkoa huu ili wananchi waendelee kujenga uchumi imara katika hali tulivu ya na amani. Kidumu chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti na wajumbe, asanteni sana kwa kunisikiliza.